Hapa ni nyumbani kwa kama inatokea chakula ukipenda. Napika mwenyewe. Noma, sikia kama inatokea chakula ukipenda, ama ukutosheka. Mkwe wako yupo. Hi kupika saa saba na nusu saa kumi usiku, saa hizi aibu. It's a shame. Sasa aibu kupika ama aibu kula saa tisa usiku kupika? Wacha kupikia aunt yako, mi naulizwa hmm, maswali tunaonekana kama wahuni tu sisi, kwani mwenye kupika mpaka wewe na maziwa Mimi baharia bwana, mimi baharia kule, hajakuja hata siku moja eh, mke wangu kuja kupika katika meli. Sikilizeni nyinyi, mimi na kuelewa tayari, huko uliko ndiko niliko, sikia uko. Mimi najua mmekerwa, mimi nkuona kwamba ninapika msosi mkubwa nitanenepa. Hapana, hapana uko kunitaki uko Hapana, hapana eh? Nini sasa, kibaya ni nini hapa? Chakula imejaa ndani tele. Nyinyi mtakuniua mimi eh? Kisani kidogo kidogo kabisa ninatiliwa mi chakula, nitakula vipi? Ninalala mi nasikia tumbo linalia mipira ndani, nikaona mimi nitakufa mimi na njaa. Juisi juisi pale, time ile sikupata mimi, unywa maji tu kama gari gari mbovu na uchemsha. Lakini anko bwana, hii tabia unayofanya sio nzuri bana. Kwa nini uamke usiku ungoje ukapikiwa, hmm? wewe ni mtu mzima anko, unavyofanya sio vizuri bwana. Ngoja watu wakupikia, mtu na mwanamke hapa anapika mwenyewe, unakaa unakoroka chuko chuko usiku kucha bana. Ah, wewe unakasirika? Ah, sio vizuri unavyofanya bwana. Nipake rangi basi, Hamisi, mjoma, nipake rangi. Mimi mnanisemea chakula kidogo kidogo, e, mnanipekea mimi mnanibekea kama mtoto apaka. Unadhani mimi mimi mpumbavu mimi? Eh? Unaona mimi mjinga? Do you think that I can cook? I can cook myself.

Kwa nini wewe bosi wako akwambia kama leo tunakwenda kwenye party? Kwani? yeah. Ah, sababu sana.